Aidari Hussein Gulamali kutoka jimbo ya Ilongero Singida vijijini katika mkoa wa Singida. E, nina kila sababu ya kushukuru viongozi wote wanaosajili, kwa kweli wapo very cooperative. kwa sisi ambayo tunaingia mara ya kwanza, sio wazoefu wametupa wametu, maelekezo mazuri sana ya kuridhisha mno na tumeshajisajili jisajili e, tumeshajisajili kote, na hivyo tuko tayari kesho kuingia katika kikao cha kwanza kesho tarehe kumi na moja ili tuweze kuchagua spika na naibu spika. Na kazi yetu ni moja tu, kama mwakilishi wa wananchi kutoka Ilongero, naomba wawe watulivu, wawe, wa, wa, wawe na amani kwamba jembe lao waliomtuma huku anajua kupiga kazi. Kwa hiyo kazi yangu ni moja tu ni kuhakikishia kwamba e, yale yote ambayo changamoto walionipa ni kuyajengea hoja ili viongozi waweze kutimiza na hatimaye waweze kufanikiwa. Mimi kwa majina naitwa mwandisi Fadhili Sandali Chilombe. Mimi ndio mbunge mteule wa jimbo la Tunduru Kusini. Kwanza namshukuru Mungu kwa hatua hii niliyoifikia kwamba leo niko kwa hapa mjengoni kwa tayari kwa kuanza kazi. Nimeshakamilisha usajili, taratibu zote zimekamilika. Ninachosubiria hapa ni kuanza tu utaratibu e, wa kuapishwa, kuapishwa ambapo tutaapishwa kesho. Baada ya hapo tutarudi jimboni kwa ajili ya kwenda kufanya yale ambayo tulikubaliana nayo. lakini niseme tu kwa haraka ni kwamba yako mambo mengi tuliahidi kule tuliongea na wananchi na ahadi zile zilitokana na matatizo au changamoto ziko ndani, ziko kwenye maeneo yanayotuzunguka. Lakini kikubwa sana niseme kwamba viko vitu kwenye ilani ya chama, lakini ziko changamoto ambazo haziko kwenye ilani. Na bahati nzuri, wakati tunapita kwenye kampeni, tulikaa tukazizungumzia na kuzijadili. Nataka niwahakikishie wananchi wa Tunduru Kusini kwamba baada ya zoezi hili mimi nitarudi na nikirudi nimepanga utaratibu wa kuanza kuwazungukia kwa maana ya kutoa shukurani, lakini kimsingi sio kutoa shukurani, ni kuja kuanza kazi mara moja. Na kwa kuwa matatizo ni mengi, kwenye kuyakamilisha haya mambo au kwenye kupunguza hizo shida tuko nazo, tutakuwa tunajadiliana na wananchi wao waseme tunaanza na kipi. Yale ambayo yako ndani ya uwezo tutayafanya bila kuisubiri serikali. Serikali itakuja kutusaidia wakati tumeshaanza. Kwa maana hiyo ni nini? Lengo ni kuona kwamba vitu vitokee. Lengo langu kubwa mimi ambalo niko nalo ni kuona kwamba vitu vitokee ndani ya kipindi, kwa kadri Mungu atakavyotuwezesha.